Obea taifa lao, yako mataifa mpaka hii leo wanatamani kikao kama hiki wakae, baada ya vurugu kuwajia kumwomba Mungu apate amani, hata kikao hicho hawakipati tena. Kwa hili jambo wasilichukulie watu mzaha, amani ni ya kwako wewe. Ndugu mtazamaji, unaonitazama hapo nyumbani, iombe amani kuanzia kwenye kitanda chako na ndani nyumba yako, mpaka nchi kuliombea taifa lako anasema mshair alamatu limani li hubu lwatan li alama ya mtu mwenye imani mshairi anasema ni kupenda kwake kila mtanzania ana haki ya kumwomba mwenyezi Mungu achilie mbali huu mkusanyiko ambao ni dua iliombo kwa siku tatu mfululizo kuonesha bashasha yetu na mapenzi yetu kwa mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na katika nchi yetu na serikali yetu kwamba tunu kubwa ambayo tunaringia watanzania wote popote tunakoenda, hakuna sio maharage wala mahindi yanaolimwa wala mchele mwingi, ni amani ambayo imekushawatoka wengi, na ikishatoka kuirudisha kwake kama uhai kama mtu anapokufa kumrejesha hai, ndo amani, kazi yake ni kubwa sana. Tazama ujinga wa amani ikishapotea, nyinyi kwenyewe hata kukaa chini kujadili tofauti zenu mnashindwa, mpaka mnatafutiwa watu wa kukusikilizeni. Hii ndio athari kubwa. Kwa hiyo Tanzania ina kitu tunu kilichoanzishwa ndani ya nchi hii, na pia naishukuru dua ya leo imewarehemu mashekhe wazee, ambao hawa wazee sio tu kusomesha dini, pia walihubiri amani na wakatuachia misingi ya amani, kwamba tumekuachieni muongoze dini, lakini muhubiri amani. Bila amani huwezi kufanya kitu chochote, hata darasa huwezi kusomesha, wala msikitini huwezi kutoka na kuomba. Ndugu mtazamaji, Mtanzania unaotazama kupitia hapa makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, chini ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania ambaye kalisimamia hili jambo la kuiombea dua nchi yetu pamoja na kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano, Tanzania na Rais wa Zanzibar kwa dua ya kuomba amani. Si jukumu la Mheshimiwa Mufti pekee yake, kila Mtanzania hapo nyumbani kwako, baada ya swala muombe Mwenyezi Mungu.